Kuna injinia asiyejua hesabu. Twende taratibu, chukua milioni ishirini na saba jumulisha milioni mbili na laki tano kutoka ukanda wa Mtwara, alafu jumulisha milioni moja na laki tatu, jua, utapata takribani tani milioni thelathini na mbili alizoziongeza kwa kazi nzuri. Sasa hiyo chukua, jua, weka kwenye kabati, na kuja upande wa pili, meli zetu hizi zilikuwa zinapaki baharini zinatumia siku kumi na tano na ndani ya siku kumi na tano unatengeneza gharama kila meli moja kipaki kwa siku tukawa tunalipa dola elfu arobaini na ile dola elfu arobaini sio analipa mwenye meli sio analipa mwenye mzigo ah, unakuja kulipa wewe mwananchi, ukinunua hiyo bidhaa kodi yake au bei yake inaongezeka. Daktari Samia katoa meli kupaki siku kumi na tano, wanapaki siku tano, maana yake ameokoa dola laki nne kwa kila meli kukaa ndani ya maji. Duniani kote wanafahamu usafiri wa maji, kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanapunguza muda kwenye kupakua mzigo wako kwenye meli. Huko wanatumia siku nane. Daktari Samia akapunguza kutoka kwenye siku nane mpaka siku nne. Ameokoa fedha nyingi. Sasa twende kwenye matokeo. Matokeo yake tumejikuta TRA inakusanya zaidi ya trilioni kumi na mbili sawa na asilimia arobaini ya mapato ya nchi yetu kutokana na kazi nzuri ya uwekezaji aliyofanya injinia Samia Suluhu Hassan. <mulia>